Leo tumempokea mheshimiwa balozi wa Marekani anayehudumu hapa Tanzania, amekuja mkoani kwetu Mtwara kwa e, shughuli za kidiplomasia ambazo anazifanya diplomatic missions. Kwanza tumekuwa e, na maongezi naye kwa masuala mbalimbali, kuona namna gani tu sisi kama Mtwara tuna tunashirikiana tuna na kupitia nchi yetu ya Tanzania na nchi zingine katika fursa mbalimbali, fursa za kiuchumi manake diplomasia ya uchumi. Lakini ni namna gani watu wetu wa nchi zote hizi mbili, na hapa tunazungumzia wananchi wa Mtwara na wanatanzania wengine wanaweza wakanufaika kwa mashirikiano ya nchi hizi mbili kupitia mkoa wetu wa Mtwara. Tumeweza kuongelea maswala mbalimbali ya kiuchumi, ya kimaendeleo na fursa za uwekezaji katika mkoa wetu, na ni namna gani wawekezaji kutoka nchini Marekani wanaweza wakatumia fursa hizi katika kila sekta uwe ni sekta ya kilimo, uwe sekta ya viwanda, utalii na maeneo mengine yote ambayo ni muhimu katika masuala ya uwekezaji. Lakini baadaye tumekuja na mheshimiwa balozi katika bandari yetu hii ya uh, Mtwara. Kama unavyofahamu, bandari ni maeneo ambayo ndio mizigo inaingia na kutoka na biashara zote Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluh Hassan ameendelea kuifungua Mtwara, amewekeza fedha nyingi katika bandari yetu ya Mtwara, na hii sasa hiyo, mnaona matokeo yake, inaendelea kuwavutia hata waheshimiwa mabalozi kutoka nchi zingine mbalimbali kuja kuona, ili waweze kuwashawishi wawekezaji kutoka katika nchi zao kuja katika mkoa wetu wa Mtwara. Kwa hiyo amefurahia vifaa e, vilivyopo hapa na e, kazi kubwa iliyofanya Dr. Samia Suluh Hassan katika mkoa wetu wa Mtwara na hususan katika hii bandari ya Mtwara kuijenga kuongeza gati lakini kuleta vifaa vya kisasa vya kuhudumia eh, shehena mbalimbali. Kwa hiyo mheshimiwa balozi katika maongezi yetu ame, amefurahia na ameondoka na ujumbe kwamba anaenda kuendelea kwenda kuwaambia Wamarekani waje washirikiane wa na Wanamtwara kwa maana kwa eh, nchi yetu ya Tanzania kupitia mkoa wetu wa Mtwara ili kuendelea kuwa na mashirikiano yote ya kidiplomasia, kisiasa, kiuchumi E, lakini hata kwenye masuala ya utalii leo, kipekee tushukuru tulikuwa na ugeni wa kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania ndugu Andrew Lenz ambaye alikuja kwenye mkoa wetu wa Mtwara kwa ajili ya shughuli mbali mbalimbali za kidiplomasia. Aliweza kufika kwenye bandari yetu ya Mtwara na kuona maeneo kadhaa ambayo e, wenzetu wa Marekani wanaweza wakashirikiana. Na, na nchi yetu ya Tanzania katika kuboresha huduma zetu za bandari. Tuweza kumpitisha kwenye maeneo mbalimbali lakini pia tulimpa mipango yetu ya muda mfupi na muda mrefu ambayo yanaoana na malengo ya, ya, ya ujio wake katika mkoa wetu wa Mtwara. Kwa kipekee imesaidia kuonyesha maeneo ambayo tunaweza tukashirikiana na wenzetu hususani kwenye maeneo ya ulinzi na usalama, lakini kuna maeneo ya teknolojia hususani kwenye upande wa scanning na customs border control. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo wameona tunaweza tukashirikiana. Kwa hiyo pekee chukue fursa hii kushukuru serikali kwanza kwa kuridhia ujio wa mheshimiwa balozi kwenye kanda wetu lakini pia kuweza kufika bandarini na kujionea jinsi ambavyo e, serikali ya awamu ya sita imefanya jitihada kuhakikisha kwamba inaboresha miundombinu ya bandari, lakini vilevile pia inaongeza vifaa kwa ajili ya kuongeza ufanisi kwenye bandari yetu ya Mtwara. Asante. E, ujio wake kwanza unatoa taswira kwamba mkoa ni salama, lakini pia bandari ni salama. Kama unavyofahamu bandari yetu inafata sheria za kimataifa za ulinzi na usalama bandari kwenye bandari, lakini pia huwa inafanyiwa kaguzi mbalimbali na US Coast Guard. Kwa hiyo moja wapo ya maeneo ambayo yametiliwa mkazo ni kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama, lakini pia kuendelea kuwaonyesha maeneo ambayo tunaweza tukafanya mashirikiano ya kibiashara. Kwa hiyo walikuwa na interest ya kujua maeneo yetu tengefu kwa ajili ya special economic zones, ambayo nayo na tumeweza kuwaonyesha ili waweze kujua wanashirikiana vipi na serikali yetu kuhakikisha kwamba e, maendeleo kwa wananchi wetu yanapatikana. Ujio wa hawa mabalozi inaweza ikawa ni matokeo moja wapo ya uwekezaji uliopo. Ujio wao kwanza unaonyesha kukua, sio kukua, unaonyesha ubora wa diplomasia yetu ya uchumi kama nchi ambayo ni agenda ambayo Mheshimiwa Rais mwenyewe anaisisitizia sana. Ukiona balozi wa Marekani anakuja kwenye maeneo kama haya ujue kabisa kwamba hali ni salama, lakini diplomasia ya uchumi tulionayo inawavutia kuweza kuja zaidi na kuendelea kuona maeneo ambayo tunaweza kushirikiana nao la kama mataifa mawili.